Kwa sababu sikukuu ipo kiagano. Wanapoyafanya haya ni agano la nani? Na sikukuu ni ibada, wanapoyafanya haya wanamwabudu nani? Maana ni mambo ambayo Mungu hakuyaagiza. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya kumi na mbili, Mungu alivyokuwa akiongea na Israeli kwa habari ya, ya, ya, ya, ya sikukuu hiyo ya Pasaka na kwa habari ya wao kukombolewa aliwaambia kwamba baada ya siku hiyo kwamba Bwana Kutoka sura kumi na mbili mstari wa kwanza, neno Mungu anasema kwamba Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Baada ya Pasaka ndio mwaka mpya wa watu wa Mungu unaanza. Maanake ni kwamba mwaka wa watu wa Mungu ulimalizwa kwa damu ya Pasaka kumwagika ambayo kwenye Agano Jipya ni Yesu Kristo. k ni kanuni ya ulimwengu wa Roho, ya kwamba mwaka unafungwa na damu kumwagika, kisha ndipo yanafunguliwa majira mapya kwenye upande wa nuru. Pasaka damu yake ilipomwagika ndio ilifungulia majira mapya. Kutoka kumi na mbili mstari wa kwanza inasema kwamba Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu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 Maneno hayo alisema Yesu Kristo kwenye sinagogi alipokuwa kianza huduma. Kwa moja vitu ambavyo Yesu Kristo alivileta alivi kwenye huduma yake ni kutangaza mwaka uliokubaliwa na Bwana. Alikuja kuleta majira ambayo mwanadamu aliyapoteza Eden. Aa, ndiyo maana katika Kristo Yesu tunazaliwa upya, tunapewa majira mapya. Mwaka mpya wa Kirumi ni agano la nani ambayo limeingizwa kanisani ni agano la nani? Maana yake ni kwamba ni agano la Rumi ya giza. Kanisa la Mungu litoke huko, lisielekee huko. Neno la Mungu linasema kwamba linasema kwamba tusizishiriki kazi zao, tusizishiriki kazi zao, tusizishiriki hata salamu zao. Anaezishiriki ezishiriki salamu zao, anashirikiana nao kwenye kazi zao. Mungu alipo, Yesu Kristo alipokuwa akiongea na kanisa la, la, la, la, la, la siku za mwisho kwenye kitabu cha Ufunuo Ufunuo sura ya sura ya sura ya pili mstari wa kumi na mbili ili ni kanisa Yesu Kristo anaongea nalo, anamtuma anamtuma mtumishi wake Yohana kuandika mambo na kuyafikishia kanisa, anamwambia kwamba na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergia muandika haya, ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala huku ikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu, hapo wakaapo shetani lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo, wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi tubu, na usipo tubu, naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho aiambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya shindai, ile maana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, najua jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Hili ni kanisa, lakini ndani yake kuna aina ya mafundisho mawili yameingia na si mafundisho sahihi. Mafundisho ya kwanza ni mafundisho ya Balaamu ambapo neno la Mungu nasema kwamba mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wavile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, na mafundisho ya pili ni ya Wanikolai. Ukija kwa habari ya haya mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya wa Waisraeli kwamba wavile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, maanake ni kwamba wavile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, maana yake ni kwamba vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, watu wa Mungu wanapokula au kanisa la Mungu linapokula, maandiko yanasema linazini, linanajisika, linapoteza utukufu. Ndiyo maandiko yanavyosema, na Yesu Kristo anasema kwamba wafanye matengenezo, watubu, naje upesi nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Kwa hiyo sikukuu ya Christmas, sikukuu ya mwaka mpya, hiyo sherehe, aina ya ulaji unaofanyika sikukuu hiyo, unafanywa kwa maagizo ya nani? Kwa maagizo ya nani? Maana ni kwamba kama kanisa limekubali kushika sikukuu hizo na hata namna ya ulaji siku hiyo unaonyesha kabisa kwamba ni kweli kanisa limeshika sikukuu hizo. Maanake ni kwamba wanakula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, na kuzini, na hili ni kanisa la Pergamo. Mafundisho ambayo si sahihi yaliyoingia kwenye kanisa ndio ambayo yamechafua ibada takatifu ya Mungu wanakula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, sadaka kwa ambao sio miungu kwa sadaka, sadaka kwa ambao sio Mungu wa kweli. Lakini pia anaongea na kanisa la Thiatira kwenye kitabu hiki hiki cha sura ya cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa kumi na nane, anasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Najua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo ya mwisho, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. kwa hiyo kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu ni kuzini. Kanisa linapokula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu linazini, linamfanyia ibada Mungu mwingine. Kama Mungu alikuwa ameagiza sikukuu zake takatifu ambazo kwenye Agano Jipya tunaziadhimisha kwa kupitia msalaba wa Kristo Yesu, maana ule wingi wa sadaka uliokuwa ukitolewa kwenye sadaka kwenye, kwenye agano la kale uliweza kushughulikiwa kwa sadaka moja tu pale msalabani kwa sadaka ya Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kwa ajili ya ulimwengu. Na zile sikukuu zote takatifu ambazo Mungu alikuwa amekusudia mwanadamu aweze kuzishika, je, ndizo hizo ambazo kanisa wanazishika? Jibu ni kwamba kanisa litoke kwenye sikukuu za giza, wa utazame msalaba, msalaba wa Kristo palipo na ukombozi. Maanake ni kwamba kama linaendelea kushika sikukuu ambazo si sahihi, manake linaendelea kuchanganya chachu kidogo na kulichachua donge zima, maana chachu kidogo inachachua donge zima. Manake kama linaendelea kushika sikukuu ambazo hazikuagizwa, maanake linaabudu miungu mingine na Mungu anasikia wivu. Manake kama linashika sikukuu ambazo hazikuagiza, maanake linampa utukufu mwingine ambaye si Mungu wa kweli. Kwa hiyo ni wito wangu kwenye ibada hii ya leo, kanisa la Mungu liweze kurudi kwenye ibada sahihi ya Mungu wa kweli na kumwabudu Mungu wa kweli katika kicho na utakatifu wote, ni katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba hayo na kuamini amen. Rafiki yangu hapa ananikumbusha kwamba na siku je, inaanza saa sita usiku? Neno la Mungu likuwazi kwamba siku inaanza jua linapozama, ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya kwanza. Kwa mafundisho ya jua ku mafundisho ya kuipokea siku saa sita usiku ni mafundisho ambayo si, si mafundisho sahihi ya Biblia, ni kule kule akazimu kubadili majira na sheria ili kuwadhoofisha watakatifu. Lakini pia kwenye kwenye Disemba ya Rumi, ili kufunga mwaka wake, kama jinsi ilivyo kanuni ya ulimwengu wa roho, ya kwamba mwaka unafungwa kwa kumwagika kwa damu na, una, na mwaka unafungwa kwa kumwagika kwa damu ili mwaka mwingine ufunguliwe, kama jinsi ambavyo Israeli walipewa majira mapya baada ya kumwagika, kumwagika kwa damu ya mwana kondoo wa Pasaka ndipo wakapata majira mapya sawasawa na kitabu kile cha Kutoka sura kumi na mbili mstari wa kwanza Vivyo hivyo pia na kwenye kanisa la Rumi Disemba yao, ambapo ni, ni mwezi wa mwisho wanapokuwa wakimaliza majira yao, huwa damu nyingi sana zinamwagika. Ndiyo maana damu nyingi sana zimekuwa zinamwagika Disemba, ajali ni nyingi, damu nyingi za wanadamu zimekuwa zikimwagika, watu wengi wanakufa. Lakini pia um, kafara nyingi sana za wanyama zimekuwa zikitolewa katika siku ya Disemba kwa ni majira ambayo ni majira ya Rumi ya giza. Mungu anaita watu wake watoke kwenye Rumi ya giza.